Watu wengi ulimwenguni leo wangefafanua mafanikio kwa kupata malipo makubwa labda au kuandaa nyumba nzuri na vitu vizuri ah, na kama wana watoto labda, kuwavisha mavazi mazuri, kuwapeleka, unajua, shule nzuri, katika magari ya starehe, kuhakikisha kwamba kila mtu ni unajua, furaha na na afya. naam, yote hayo nini mazuri. Sio kwamba hayo ni kinyume na Biblia, lakini kwa kweli ni sawa tu na kupanga viti vya staha kwenye meli ya Titanic. Kama hicho ndicho unachofanya tu, kama kumpa mpendwa wako safari nzuri kunahusisha tu maisha pale juu kwenye staha hiyo, basi umekosa baadhi ya zawadi muhimu kabisa maishani. Baba, mama, babu au bibi, sikiliza, kama zawadi pekee unazofikiria kuwapa familia yako ni wakati wa Krismasi au siku za kuzaliwa, unakosa baadhi ya zawadi muhimu kabisa. Zawadi za mtu aliyefanikiwa kweli kweli zinakwenda mbali zaidi ya Krismasi au siku za kuzaliwa. Fikiria zawadi za Mungu kwako hasa mwanawe. Yohana saa tatu na madakika kumi na sita mstari unaofahamika unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Warumi saa sita na madakika ishirini na tatu inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi ya bure ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Uzima wa milele ni zawadi ya bure kwa sababu Yesu alilipa alichukua nafasi yetu msalabani alilipa adhabu ya dhambi zetu. Moja a Petro saa 2 na madakika 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Naam, labda umejiuliza ni kwa muda gani karama ya wokovu inadumu? Naam, Naam. Yohana saa 3 na madakika 16 ilituambia kila amwaminie hatapotea bali awe na uzima wa milele. Sasa, tunaporudi katika sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi, tunagundua wazo hilo hilo la kutoa zawadi likiwa ndani na kupitia maisha ya mtume Paulo. Anataka kutoa zawadi zenye dhamani ya milele. Anaandika hapa katika mstari wa kumi na moja, kwa maana natamani sana kuwaona, ili nipate kuwapa karama fulani ya kiroho, ili kuwathibitisha yaani, tuweze kutiana moyo sisi kwa sisi kwa imani yetu yako na yangu. Paulo anaanza kufichua matamanio yake hapa. Anaandika anatamani sana kuwaona. Hiyo ni njia nyingine ya kusema, nina hamu kubwa ya kuwa nanyi. Unaona, Paulo hatamani kuja Roma ili kutembelea makumbusho au, unajua, kuona jumba la kifalme au kutazama tukio la michezo kwenye Kolosai. Hapana, anatamani kuwa pamoja na waumini hapa katika mji huu wa kifalme. Kwa nini? Sasa anaweka wazi katika mstari wa kumi na moja, ili nipate kuwashirikisha karama fulani ya kiroho. Neno la Kigiriki kwa ajili ya zawadi hapa ni charisma. Charisma linatumika katika Agano Jipya eh, kuzungumzia zawadi za Kristo kama vile uzima wa milele. Linatumika kurejelea baraka za jumla zinazotolewa na Mungu kwa watoto wake. Na pia linatumika kurejelea vipawa maalum au njia maalum zinazowawezesha watu wa Mungu kuhudumiana. Na hiyo ni kwa kutumia karama za kiroho. Karama hizo hulijenga kanisa. Karama hizo zinakuza kazi ya Kristo. Kwa hiyo aha, kifungu hiki cha maneno, ili nipate kuwapa karama fulani ya kiroho uh, kinaweza kutafsiriwa vyema zaidi ili niwape karama fulani inayohusu roho zenu. Kwa maneno mengine, zawadi ambazo Paulo analeta pamoja naye ni hazijawekwa kwenye sanduku. Wao ni hawajafungwa na ribbon juu Zina asili ya kiroho. Sasa, baadhi ya watu hapa Roma wanaweza kumsikia Paulo akihubiri na wanaweza kupokea zawadi ya wokovu. Wengine, unajua, wanaweza kupata majibu ya maswali magumu kupitia karama yake ya hekima. Na na bado wengine baadhi yao, unajua, wanaweza kubarikiwa kupitia kipawa cha Paulo kupokea msaada katika changamoto fulani ya maisha. Hili ndilo shauku ya Paulo, kuwapa zawadi za faraja na na hekima. Hivyo mpango wa Paulo wa kuwapa karama ya kiroho ni tena hapa kwenye mstari wa kumi na moja anasema, ili kuwapa nguvu. Neno linalotumika hapa kwa ajili ya kuimarisha ni moja ya maneno anayopenda sana Paulo ye. Kitenzi cha Kigiriki ni sterizomai, ambacho ndicho tunapata neno letu la kisasa steroids. Hivyo madhumuni makuu ya steroid kwetu kama inavyotumika ipasavyo chini ya usimamizi wa daktari ni kuimarisha, ni kuimarisha kitu ambacho ni dhaifu. Sasa wakati fulani u daktari ataagiza steroids kusaidia mtu anayepambana na ugonjwa au au udhaifu. Nakumbuka kuwa na wakati mgumu kushinda ugonjwa fulani, na na daktari alinipiga risasi ya steroid. Sasa lazima niwaambie sipendi risasi, si sipendi sindano hata kidogo. Inafanya mikono yangu kuhisi kichefuchefu, kukuambia hivyo, lakini nilipenda kile ilichonifanyia kwa kunisaidia kunitia nguvu na kunimarisha. Sasa natambua kwamba steroids zinaweza kutumiwa vibaya, hasa miongoni mwa wanamichezo lakini kwa maana chanya kabisa, hapa Paulo anawaambia wasomaji wake kwamba anataka kuwasaidia kuongeza kuongeza misuli ya kiroho e, katika imani yao. Anataka kuimarisha imani yao dhaifu. Sasa, waumini hawa tayari walikuwa na sifa kwa ajili ya imani yao. Tunajifunza hilo hapa nyuma kwenye mstari wa nane. Hata hivyo imani yao haiko imara kama inavyopaswa kuwa bado ni legelege kidogo kwa kusema hivyo. Kwa hiyo Paulo anahisi kwamba hawana nguvu za kutosha kukabiliana na mateso yanayokuja au kusimama dhidi ya aina mbalimbali za udanganyifu wa kiroho ambazo zitajaribu kuingia kanisani. Hivyo anataka wawe nao, oh, misuli zaidi ya kiroho, kwa sababu anajua mambo haya yote yanakuja kwao. Kwa hiyo Paulo anataka kuwa mwalimu wao wa kiroho kwa kusema hivyo. Yeye anataka kuimarisha imani yao. Sasa hawezi kufanya hivyo binafsi akiwa mbali hivyo, mpaka atakapofika anawatumia mazoezi ya kiroho yaliyopo katika barua hii aliyowaandikia. Na kwa njia, kama una Biblia una nakala ya mpango huo huo wa mazoezi, na utajenga imani yako pia iliandikwa na Mungu yaani Roho Mtakatifu kupitia Paulo ili kuimarisha imani yako pia. Kwa hiyo unataka kuwa na hii karibu nawe. Sio tu kuwa na hiyo karibu nawe, mpendwa, unataka kuisoma. Unataka kuitafakari, unataka kukariri sehemu zake, unataka kuiweka katika matendo. Kwa kweli kuna mwanamke kanisani nililoliongoza kwa miaka mingi ambaye amekariri kitabu chote cha Warumi. Hilo si jambo dogo. Pitia kitabu cha Warumi, lakini acha kitabu cha Warumi kikupitie katika maisha ya kila siku, na kitakuwa na athari sawa kwako kama kilivyopata wale waliokuwa wakiishi hapa Rumi miaka elfu mbili iliyopita. Utaimarishwa. Utaongeza sehemu kubwa kwenye misuli yako ya kiroho ya imani. Sasa Paulo ana haraka kusema hapa kwamba yeye yeye hatarajii ziara yake ya Rumi iwe njia ya njia moja. Kwa kweli, anaandika hapa kwenye mstari wa kumi na mbili kwamba lengo lake si tu kuwaimarisha wao, bali pia ili tuweze kutiana moyo kwa imani ya kila mmoja wetu, yako na yangu. Sasa unaweza kufikiria jinsi kauli hiyo fupi ilivyowatia moyo waumini wa kanisa la Rumi. Hebu hebu niweke hili katika muktadha wa kisasa. Fikiria unapokea barua kutoka kwa kiongozi maarufu, tuseme Mkristo mashuhuri anayeuza vitabu vingi. Ujawahi kukutana naye kabla, lakini anakuandikia barua na anasema, "Eh, ninapanga kuja na kukutembelea." Nataka kutumia muda pamoja nawe kwa sababu nahitaji kutia moyo na imani yako. Tutaonana hivi karibuni. Hilo lingekuwa la kutia moyo sana, sivyo? Hivyo ndivyo hasa Paulo alivyoandika kwa waumini wa Rumi. Na ni tamanio la dhati, sio kwamba hamsifii tu kwa maneno matupu, lakini inaonyesha unyenyekevu wa Paulo. Anajua karibu kila kitu kinachohusiana na injili na mafundisho ya kweli Anakuja Rumi kufundisha kanisa, lakini anatupa mstari huu mdogo hapa ndani kuambia ya kwamba anapanga kujifunza kutoka kwao pia, atatiwa moyo nao pia. Ya hili lilikuwa jambo la kutia moyo sana kwao. Sasa Paulo anataka ihusishe ubadilishanaji wa zawadi, itaenda pande zote mbili, ili wote waimarishwe katika Bwana, kila mmoja na mwenzake. Usikose hii hapa, huyu mtu aliyefanikiwa kweli, Mtume Paulo, hataki kuchonga jina lake kwenye sanamu ya marumaru, bali kwenye maisha ya watu wanaochochewa, wanaozama na kutia moyo kutembea na Kristo. Huu ndio ufanisi wa kweli. Hili hutokea maishani kunapokuwa na ubadilishanaji huu mzuri wa zawadi, na tunatumikiana, tunahimizana, tunajengana katika imani